Habari yako mpenzi mtazamaji wa Rachel Robin Online TV, moja ya vitu watu wengi huwa wanajiuliza ni je, mgogoro wa Palestina na Israel ni mgogoro wa kisiasa au ni mgogoro wa kidini? Haya ni maswali ambayo watu wengi wanajiuliza, na haya ni maswali ambayo yamewafanya watu wengi, wale ambao wanahisi ni mgogoro wa kidini usimama katika ya kidini zaidi, lakini pia wale ambao wanahisi ni ya kisiasa, basi wamekuwa wakifata sheria za kisiasa zaidi zinasema nini juu ya huu mgogoro na kusimamia vile ambavyo wao wanaamini kisiasa kwamba jambo hili ni sahihi na hii si sahihi. Siku hii leo nitakuelezea kwa undani zaidi, nitakuanzia katika historia ya zama za kale katika maeneo hayo. Usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata sehemu ya pili ya mgogoro huu wa Palestina na Israel na kuelewa kwamba chanzo ni dini au chanzo ni siasa. Subscribe hapo chini. Kijiografia, Palestina na Israel zinapatikana katika eneo ambalo linaitwa uh, eneo la Levant au eneo la Kanaani Kanaani. Uh, wengi wameisoma katika vitabu vya dini hasa watu wenye dini ya Kikristo na pengine wanahisi kwamba hakuna tena eneo linaloitwa Kanani, kumebadilishwa tu majina, lakini maeneo ambayo leo hii kuna nchi ya Siria, nchi ya Lebanon, nchi ya Jordan, Palestina na nchi ya Israel, haya maeneo matano ndo yanaunda Kanani ya zama za kale. Kwa hiyo Kanani ipo ila, imebadilishwa majina, na sasa hivi ndani ya Kanani kuna hizi nchi tano ambazo nimezitaja. Kwa hiyo haya maeneo ya Kanaani siku nyingine huwa yanaitwa maeneo ya Levant. Ni maeneo ambayo yalitawaliwa na himaya nyingi sana, palipiganwa vita nyingi sana hapo. Na hii watu wengi huwa wanahisi pengine himaya nyingi zilivutiwa kwenda katika hayo maeneo kutokana na mambo ya kidini. Wengi katika vitabu vya dini wanaona kwamba Israeli ilivamiwa na -ana himaya nyingi, kwa hiyo huwa wanahisi wa himaya hizi hii zilivamia Isa kwa sababu ya kupagombania kwa sababu ya masuala ya kidini, lakini si kweli, bali ni kwamba haya maeneo kijiografia yamekaa katikati ya mabara matatu, katikati ya bara la Ulaya, katikati ya bara la Asia na katikati ya bara la Afrika. Kwa hiyo kwa himaya kubwa za zamani zilikuwa zinajua kabisa, na hata sasa hivi ukiweza kuwa na influence katika haya maeneo utaweza kujitengenezea ruti nyepesi ya biashara katika mabara yote matatu kwa sababu ya location ya hayo maeneo. Kwa hiyo himaya nyingi zamani zilitaka kuyatawala hayo maeneo kwa ajili ya kujitengenezea ruti za kibiashara na si kwa sababu ya mambo ya kidini. Na hata utajiri, kulikuwa hakuna utajiri wowote wa mali asili. Ni sasa hivi ndo mafuta yamegunduliwa katika maeneo hayo, lakini kwa zama hizo hiyo ilikuwa ni jangwa tu. Ila watu walikuwa wanataka kupata control kwa sababu hiyo na zile imaya zilikuwa zikienda zilikuwa zinatawala yale maeneo yote kwa pamoja, na saa zingine zinashuka mpaka Egypt. Kipindi Egypt tayari na yenyewe wakiwa wameshakuwa wanyonge, lakini Egypt zamani ilikuwa ni superpower katika maeneo hayo, ni moja ya superpower. Kwa kuna Egypt, kwa kuna Babylon. Babylon ni imaya ambayo ilikuwa maeneo ya Iraq pale, walikuwa ni mmoja wa superpower pale. Kwa hiyo Egypt nao waliweza kuitawala Israeli na Palestina na waliwatawala kwa miaka mia tatu. Hii historia ya Egypt kutawala Israeli na Palestina, sizungumzii ile historia ya kwenye vitabu vya dini inayosema kwamba Waisraeli walienda kuwa watumwa wa Egypt. Sizungumzii hiyo, bali ninazungumzia historia kupitia siasa yenye uhakika zaidi, kwamba wa Egypt walipatawala Israeli na Palestina kwa miaka mia tatu. Kwa nini nasema sizungumzie upande wa kidini, kwamba kulikuwa kuna Waisraeli walienda kufanya watumwa ndani ya Egypt? Kwa sababu kama nilivyosema, Egypt ilikuwa ni super power kwa kipindi hicho. Yale maeneo mengi ya pale, watu wengi sana walikuwa wanapenda kwenda kufanya kazi Egypt. Kwa hiyo watumwa walikuwa wengi wanaoenda kutumikishwa ndani ya Egypt, kwa sababu ilikuwa ni super power ni kama ambavyo sasa hivi watu wengi tunakimbilia, wanakimbilia kwenda kufanya kazi katika nchi zinazoendelea hasa hasa kama katika uh, nchi ya Marekani imekuwa ni ndoto ya watu wengi kwenda kufanya kazi kule, na kipindi hicho ilikuwa ni ndoto ya watu wengi kutoka yale maeneo kwenda kufanya kazi ndani ya Egypt. Kwa hiyo kwa historia ya kisiasa, kulikuwa kuna watumwa kutoka maeneo mbalimbali walioenda kufanya kazi Egypt, na si wa Israeli peke yake, lakini katika historia ya dini hiyo siingilii kwa sababu dini ni masuala ya imani na imani ni masuala yasiyokuwa na uhakika, ila tu unatakiwa uamini, hata kama hakuna ushahidi wowote unatakiwa uamini. Kwao mimi sitaki kuongelea katika masuala ya kuamini, mimi nataka kuongelea upande wa siasa, ambako kuna records zenye uhakika, lakini pia hata wachambuzi wa mambo wana uh, akiolojia kwa wana kipimo wanaona mambo kwa mimi, huku ndiko upande ambako naongelea kwenye siasa zaidi na si kwenye dini, kwa sababu ya dini ni mambo ya imani, ambao watu ambao wanafuatisha uh, dini wanatakiwa waamini hata kama hakuna ushahidi wowote, ilimradi kama umeandikiwa katika kitabu cha dini unachokifuatisha, ukiambiwa amini jambo hili lilitokea, unatakiwa uamini. Wa mmoja wa mafarao maarufu sana aliyetawala katika eneo hilo la Israeli alikuwa ni Ramses wa pili farao ambao wengi huo wanahisi ndio farao aliyokuwa kipindi cha Musa, kutokana kwamba huyu ni farao aliyotawala pale Egypt muda mrefu sana akapata umaarufu sana na majengo aliyojenga pale Egypt yamesimama mpaka leo. Kwa hiyo wengi huo wanamchanganya, wanahisi kwamba yeye ndio farao aliyekuwa kipindi cha Musa, na kutokana kwamba makumbusho ya Egypt wengi huo wanaenda kumuona huyu. Lakini walisikia mambo makumbusho ya Egypt kuna mfarao 45 na wote na wote hawajaoza nyama zao kutokana na kwamba walikuwaga wanafanyiwa kitu kinaitwa mummifications mafarao wa Egypt ili wakifa wasioze kwa miaka hata ya maelfu. Kwa hiyo wako mafarao 45 hawajaoza pale Egypt. Umeona? Kwa hiyo huyu Ramses wa pili alipata umaarufu sana sasa, huyu kwa sababu wengi wanamhusisha na mambo ya Musa, ndio nataka leo niwaambie ni kwamba hahusiki na mambo ya Musa, na hata kipindi yeye anatawala habari za watumwa wa Israeli kuwa kule kwa Egypt hivi ilikuwa hakuna, bali yeye aliitawala Israeli kwao, hausiki na kwamba eti alichukua watumwa kuwafanyisha utumwa wakapigana nao sijui mambo wakazama baharini. Ni kitu ambacho hausiki nacho huyu Ramses wa pili, kwa sababu alishaitawala Israeli pamoja na Palestina kwa miaka mingi. Na moja ya vitu ambavyo napenda kurekebisha katika swala zima la mafarao, kuna wengi wanahisi farao ni mmoja na ni jina lake. Farao ni cheo kama vilivyo cheo cha mfalme, na farao ndio cheo, na kulikuwa na mafarao wengi. Kulikuwa kuna mafarao zaidi ya mia tatu pale Egypt, na wa Egypt wengi walikuwa wanaona kama miungu watu. Kwa hiyo mafarao wengi walikuwa wanaitwa pia miungu tofauti na wengi huu wanavyofikiri kwamba kuna farao mmoja tu na alijiita Mungu. Hapana, wa wa Egypt wenyewe walikuwa wanawaita wale kama miungu watu lakini pia walikuwa wengi, hayuko mmoja, na wengi hawajaoza mpaka leo na wako pale makumbusho ya Egypt, na mko huru kwenda kuwatizama pale makumbusho ya Egypt, au mnaweza kwenda kuangalia katika Google au katika YouTube. Kama mwezi kwenda katika makumbusho ya Egypt mtawakuta. Kwa hiyo kama ninavyosema kwamba katika swala so zima la imani, mimi yuko nawaachia, lakini nawaambia kitu ambacho kile sasa ambacho sisi cha kuamini, bali kina uhakika na uhakika, mnaweza mkaenda kutafuta pale Egypt. Sasa baada ya kutawaliwa tawaliwa wale watu walijitengenezea himaya. Waisraeli walitengeneza himaya yao, ilikuwa maeneo ya katikati na ka, katika miji hii ambao leo wanayo mingine kama maeneo ya Jerusalemu kule, maeneo ya Galilaya, walitengeneza himaya zao pale maeneo ya Nazaret mone Bethlehem. Walitengeneza himaya yao pale katikati ya maeneo ya Kanani. Na Wapalestina walikuwa na himaya yao maeneo ya huko Gaza pembezoni mwa bahari wenyewe walikuwa na maeneo yao, himaya yao inaitwa himaya ya Palestine. Kwa hiyo kuna himaya ya Palestina na himaya ya wa Waisraeli lakini pia na Wakaanani wakiwa wametapakaa maeneo mengi na Wakaanani mpaka leo wapo wakipimwa DNA wale wa Lebanon, ndo DNA na machi na Wakaanani na miji ya Wakaanani ya kale mingi iko pale Lebanon. Kwa hiyo wa Lebanon wa leo wengi ndio Wakaanani japo pia walikuja kuchanganyika katika damu zao na wazungu na Waarabu kwa sababu walienda kutawaliwa pia. Kwa hiyo Wakaanani wapo kwa maana hiyo, uh, wakatengeneza hao watu wote imaya. Kwa hiyo Waisraeli wana imaya yao pale walikuwa na Wapalestina walikuwa na imaya yao pale. Kwa hiyo wote haya maeneo yanawahusu kwa sababu walikuwa na imaya zao pale. Usikose sehemu ya pili ya simulizi hizi za Israeli na Palestina, na usisahau kusubscribe ili sehemu ya pili inapokujia uwe wa kwanza kuipata.